Hili mmesikia e, taarifa ambayo ilitangulia kuelezwa na e, katibu wetu wa mambo ya nje e, Dr. Nasra kuhusiana na jambo hili e, na pia taarifa ya kiongozi wa chama, na kabla ya hapo, naamini kwamba mliona, mlipitia taarifa iliyotolewa na chama chetu kuhusiana na hili e, kwa nini tumeamua kuitisha tena kuwaita, e, kuzungumza na nyinyi katika hili ni kwa sababu pamoja na taarifa zote hizo ambazo zilitolewa nami, na nimeona pia taarifa ambazo wametoa wenzetu kutoka nchi mbalimbali, nimeona uh, labda klip ya uh, rais mstaafu wa Botswana wa, wa Botswana jinsi uh, alivoeleza alivo tukio lenyewe lilivyotokea, kaeleza kwa ufasaha kabisa na masikitiko yake na alivyofadhaishwa na jinsi ambavyo hakutegemea kwamba e, jambo la namna ile lingeweza kutokea kwa watu na katika nchi ya, ya Angola. E, sasa sisi pia tumeona kwamba na hapa kwetu e, watu mbalimbali mbali wameendelea kulipotosha jambo hili pamoja na taarifa hii kuwa wa, ya wazi na ililotufadhaisha zaidi na ambalo linanifanya na mimi e, nisimame hapa baada ya viongozi wenzangu hao kulieleza ni upotoshaji huu kufanywa na viongozi waandamizi wa, wa Chama cha Mapinduzi na hasa uh, mtu ambaye hukumtarajia kama makamu mwenyekiti eh, bara wa Chama cha Mapinduzi bwana Stephen Wasira, na pia naibu katibu mkuu, naibu katibu wa habari na uenezi eh, wa kule Zanzibar ndugu Hamisi Mbeto, upotoshaji walioufanya kwa kweli ni mbaya sana, na mimi naamini kwamba unaipaka matope hata serikali, kwa sababu kikubwa ambacho wamekizungumza ni kama kwamba kwa upande hasa wa, eh, wa, wa makamo wa kwanza wa rais Zanzibar kwamba ni kwa sababu hakufata utaratibu hajui utaratibu wa kusafiri nje eh, sasa wao inawezekana mawazo yao hizi ni siasa minasema za kichokora kabisa, kwa kweli, kwa sababu katika hali ya kawaida wao wanaona kama hili linamhusu mtu binafsi, lakini wamesahau kwamba wao ni viongozi wa chama ambacho kinasimamia serikali zote mbili, na ina maana haya wanayoyazungumza, mtu anaweza kutokana na eh, nafasi walizonazo kutokana na kwamba ni viongozi waandamizi mtu anaweza kuona kwamba labda haya yametoka ndani ya serikali, ana mwingine anaweza kaona kwamba eh, labda hii serikali kumbe ni ya ovyo sana, kwamba makamu wa rais anasafiri kwenda nje na serikali inamwachia, serikali haichukui hatua ya kufata taratibu za kidiplomasia na za kiprotokoli zilizopo. Hasa hili ni jambo la kufadhaisha, na ndio maana tunasema ni vizuri kuliweka rekodi sawa sawa ili Watanzania wafahamu eh, eh, Watanzania wajue tuna viongozi wa aina gani ndani ya Chama cha Mapinduzi. La kwanza niseme kwamba eh, taratibu zote za kiserikali zilifuatwa, kwa sababu kwanza, napotaka kusafiri kwenda nje ni lazima kupata, kwa makamu wa kwanza wa rais, lazima kupata ruhusa ya rais wa Zanzibar na ruhusa hiyo iliombwa na ikatolewa kwa maandishi. Kwa hiyo kwenye hilo kwanza, wala halikuwa eh, ni upotoshaji kusema kwamba labda hakukuwa na taratibu ambazo zilifuatwa. Lakini jambo la pili, kwa kawaida viongozi wa serikali, viongozi wakuu wa serikali wanaposafiri nje eh, idara mambo ya nje, wizara ya mambo ya nje pamoja na idara yetu ya usalama wa taifa wanatuma watangulizi kwenda katika nchi ambayo kiongozi anakwenda, na hilo lilifanyika. Eh, watangulizi walienda siku tano kabla ya eh, eh, kiongozi au makamu wa kwanza wa rais kwenda nchini Angola na walienda mpaka Benguela. Eh, sasa unaposema kwamba taratibu hazikufuatwa unakuwa mtu wa ajabu kwa kweli, lakini niwahakikishie Watanzania kwamba E, watangulizi kama ulivyo utaratibu, walipelekwa wali na walipelekwa well in advance e, na walienda mpaka kwenye kituo ambacho ilikuwa tufanyie mkutano. Lakini jambo la tatu ni kwamba kwa kawaida kiongozi anaposafiri kama anapita pengine transit e, basi ubalozi katika nchi ile ambayo anapita transit kwa kawaida wanakuja kumlaki na kumsaidia taratibu za usafiri. Na hilo mimi niseme kwamba tulipoondoka Dar es Salaam eh, transit tulip, ilikuwa eh, Johannesburg, Afrika Kusini, na nishukuru sana kwamba eh, nimekwenda pale, nimefika pale eh, na ujumbe wangu na tayari nikamkuta balozi wetu pale eh, mheshimiwa James Bwana yupo na watendaji wake E, wa ubalozini wa, wa, wa, wa na wakatusubiri wakaja kutupokea kwenye ndege na wakatu wa, tukakaa tuka sehemu ya, ya transit lounge na baadaye wakatusindikiza mpaka kwenye ndege tukaondoka kuelekea Luanda, Angola. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana kwamba serikali ilijua na ilitimiza wajibu wake kiweledi na kwa taratibu zinazotakiwa. Lakini kawaida nyingine utaratibu ni kwamba kiongozi anapokwenda katika nchi ambayo anakwenda kwa kawaida, ubalozi wetu e, unakuwepo e, na kushughulikia taratibu zake za kuweko katika nchi ile. Na nami nishukuru sana kwamba pamoja na matatizo ya usafiri ambayo yalimfanya balozi wetu wa Tanzania nchini Zambia e, Luteni Jenerali Matthew uh, uh, Kitungule ali alikuwepo tokea Afrika ya Kusini eh, na tukawa kwenye ndege moja kwenda Luanda Angola, na tumefika pale na akaanza taratibu eh, za kushughulikia jambo hili eh, kushughulikia ziara hii na bahati nzuri nchini Angola tuna mwenzetu mtanzania ambaye yuko miaka mingi, alienda tokea kwa taratibu za kiserikali eh, bwana Mzirai na ambaye kuna wakati alikuwa ni balozi wa heshima, na tumemkuta pale naye eh, amekuja kutupokea au alikuwepo uwanja wa ndege. Kwa kwa kawaida huwa anaruhusiwa kuingia ndani, siku ile hakuruhusiwa. Ni kwa sababu gani? Wanyajua wenyewe serikali ya uh, Angola. Kwa hivyo mimi ninachosema ni kwamba taratibu zote zinazostahiki zilifuatwa. Kama ni makosa, yalifanywa makosa na nchi ya Angola, na hii ndio ya kuulizwa, hii ndio ya, kwa sababu sisi tulipofika taratibu, hata kama walikuwa na tatizo na tulichoendea tujali, eh, lakini hawakupaswa au hawa, hawa, hawa kama walikuwa na tatizo na sisi, basi kwa kawaida unaambiwa, kwa nini huna visa huna kitu gani, ni undesirable au lakini, wote sisi ni mashahidi. Ndio nasema hizi taarifa ati nzuri meziona me, me eh, kupitia sources mbalimbali kwamba hakuna ambaye alielezwa, kwanza kinachofata eh, kwamba hatua gani Eh, hatukuelezwa tatizo ni kitu gani mpaka hapa tunasimama basi, mpaka leo hatujaelezwa kulikuwa na tatizo gani. Si serikali ya Angola, si serikali yetu ya Tanzania ambayo imetoa taarifa rasmi. Sijui kama na wao walielezwa, kwa sababu tegemea kwamba balozi wetu ingejua, lakini balozi wetu tumekuwa naye pale lakini hakujua. Lakini na jingine la mwisho niseme kwamba wakati tukiwa uwanja wa ndege katika sakata hili, nilizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mheshimiwa Mahmud Thabit Kombo alinipigia mara tatu kunieleza hatua ambazo wanachukua kujua tatizo liko pahala gani na kufuatilia jambo hili. Kwa hivyo mimi niseme wito wangu kwamba, eh, hasa kwa haya ambayo yamepotoshwa na watu ambao ni waandamizi viongozi waandamizi chama serkali, na kiti wa Chama cha Mapinduzi. Naiomba sana serikali na natoa wito serikalini kama mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo kwamba serikali iwachukulie hatua viongozi hao, kwa sababu upotoshaji wao umeipaka matope sana serikali. Upotoshaji wao eh, umewafadhaisha wananchi kusema kweli kwa kiasi kikubwa wame act irresponsibly kwa namna ambayo kwa kweli haiendani na nafasi zao ambazo wamechukua wame, wame nadhani huo ni wito wetu sisi kama chama cha ACT Wazalendo kuhusiana na jambo hili baya, na nadhani mengine eh, kesi ameeleza vizuri kuhusiana na msimamo wa chama chetu eh, katika hili na kwa hivyo naomba ni washukuru sana kwa ku, kwa kunisikiliza asante.